Habari kwa majina, naitwa Josefu Mwapagata, ni afisa muuguzi msaidizi kutoka hospitali ya mkoa wa Manyara. Nipo katika wodi la wanaume kwa leo. Tuna machache ya kuzungumzia kutoka katika wodi la wanaume. Kitu cha kwanza tunazungumzia ni huduma ambazo zinatolewa katika wodi la wanaume. Kwa huduma ambazo zinatolewa katika wodi ya wanaume ni kama ifuatavyo. Kwanza tuna wagonjwa ambao tunalaza, wapo aina mbili. Wagonjwa wa magonjwa ya ndani na wagonjwa wa magonjwa ya upasuaji. Kwa magonjwa ya upasuaji tunatoa huduma ambazo, kwa mfano, mgonjwa anaweza kama amepata ajali, labda amevunjika mguu, ambapo atafanyia operesheni ambayo ya kuunga hiyo miguu, ambayo tuna daktari hata wa, wanaunga mifupa anahusika orthopedic. Kuna wagonjwa ambao utashangaa labda utumbo umejikunja ataweza kufanyiwa upasuaji ambao kwa Kiingereza tunaitwa laparatomi. Kuna wagonjwa mbalimbali wengine ushangaa amepata ajali, labda damu imevilia kwenye bongo au alikuwa na kiharusi, ambapo damu kaa imevilia kwenye bongo, atafanyiwa huduma ambayo tunaita kamfano, kraniotomi ambao atafanyiwa atatolewa hizo damu. Kwa hiyo ni magonjwa mbalimbali yapo nani mengi ambayo ya upasuaji huwa yanafanyika sana katika hospitali ya mkoa wa Manyara. Kingine kwa magonjwa ya ndani tunakuwa tunatibu magonjwa, tunakuwa na wagonjwa wenye nani pressure ambao tunasema shinikizo la damu na wagonjwa ambao wanakuwa na kiharusi, kiharusi ambao kwa kingine inaitwa stroke; na wagonjwa ambao wanakuwa na magonjwa mbali, kwa mfano ana nani COPD ambao anakuwa na shida kwenye kifua na ni kuna wagonjwa wa kifua kikuu. Wote hao ni wagonjwa ambao tunahudumia katika wodi la wanaume. Kwa wagonjwa ambao tunaowalaza katika wodi la wanaume, kuna uangalizi ambao wanapatiwa wakiwa ndani ya wodi. Cha kwanza, tunaangalia wagonjwa hali zao, kama mgonjwa ambao hali yake ni mbaya, hali yake hairidhishi, ambao wanahitaji uangalizi wa karibu sana, huwa tumetenga vyumba wagonjwa wote tumegawanya kulingana na vyumba, lakini kuna chumba ambacho hicho chumba ni kwa ajili ya wagonjwa waangalizi maalum, na ambacho chumba kipo mwanzoni karibu na ofisi ya wauguzi, ili pale mgonjwa anavyobadilika ghafla inakuwa ni rahisi kufika kwa mgonjwa na kumsaidia kwa wakati. Cha pili, tunapita odini kila muda au kila baada ya masaa mara, muda mwingine tunapita kwa wagonjwa tuna tunapima vipimo vya awali ili kujua hali mgonjwa anaendeleaje akiwa odini hizo. Kwa mfano tunaitwa vital sign, tunachukua kwa mfano, kwa siku tunachukua mara tatu, asubuhi, mchana na jioni. Lakini watumishi wauguzi wanavyopita, wapo vizuri, wanapita ndani ya odi kila mara kukagua wagonjwa wetu wanaendeleaje. Wagonjwa wanaolazwa katika odi ya wanaume wanapata faraja mbalimbali. Kwa mfano, mgonjwa tunavyotoa huduma, tunavyoenda kumhudumia mgonjwa tunampa maneno ya faraja kama kulingana na hali aliyo nayo. Ta la pili, tunamwelekeza namna ya ugonjwa alionao kwamba ni ugonjwa ambao ukoje na matibabu yake yakoje, ili akielewa hilo tatizo alionalo ni rahisi mgonjwa kuwa na nani na, na faraja na kujua kwamba kumbe mimi naweza nikapona lakini asipokuwa hajui hiyo tatizo lake, inakuwa baadaye anani, haelewi kwamba je, nitapona asiponi. Kwa hiyo mgonjwa akielewa tatizo alionalo, inakuwa ni rahisi kujua na yeye kuwa na amani na moyo wake kwamba hii kumbe nitapona. Faraja inatokea kwa wagonjwa akapokuwa anauliza kitu fulani ambacho hajaelewa tunamwelewesha kwamba i yeye atakuwa na amani na watumishi, anakuwa na amani na wauguzi ambao hapo wanamhudumia. Kwa akiwa na amani na, wa, na, na, na imani na watumishi wanaomhudumia atakuwa na faraja kwamba kumbe hapa nimekuja hospitalini kutibiwa, kumbe nitapata na nitapona, kwa sababu watumishi wananisikiliza, wauguzi wananisikiliza. Ili kulingana na shida nilio ni nayo, kuna hatua mbalimbali ambazo ninachukuliwa usalama wa wagonjwa pamoja na usafi usafi wa wodi unafanyika kwa siku, ni mara, mara tatu. Kwa siku mara tatu na pale ambapo sehemu kumekuwa na imechafuka ghafla, maana tunakuwa na wagonjwa muda mwingine ushanga, ametapika. Muda huo huo mtu wa usafi anakwepo muda wote hospitalini ili kujua sehemu ambapo kuna pamekuwa pa, pamechafuka mgonjwa ametapika, ni rahisi kwenda kusafisha pale ambapo nasafi, lakini usafi wa wodi kwa ujumla kwa siku unafanyika mara tatu. Na pili, tunapita kwenye meza za ambazo wana wagonjwa wanawekea chakula na vitu vyao, huwa tunapita kila siku asubuhi kukagua vitu ambavyo havitakiwi pale kwa mgonjwa, tunavitoa na vile ambavyo kama meza ilikuwa inahitaji kufuta, inakuwa ina imefutwa na usalama wa mgonjwa tunaelekeza, kama kuna shida yoyote ambayo unaiona labda umeona labda kuna sehemu labda umeme unaona hajakaa vizuri, tunamwelekeza toa taarifa ofisi, au kwa mhudumu yoyote, au kwa muuguzi yoyote ambao utamuona wodini. Kwa hiyo wagonjwa wetu wana usalama wa kutosha sana wakiwa wamelazwa wodini, ili kwa muda wote ambao watakuwa wodini, tunashauri wanaume kuzingatia matibabu na ushauri wa muuguzi au nesi kwa sababu wanaume huwa asilimia kubwa wenyewe akiumwa, wanasubiria pale ambapo amebanwa sana na homa au anaumwa sana ndo anaweza kafika hospitalini. Pili, wanaume asilimia kubwa ndo as, wapo kwenye jamii, wana huwa kuhangaika, nasema ndo ambao kwenye kaya ni kichwa cha nyumba, ambao yeye anaasilimia kubwa anakuwa kwenye kazi. Kwa mfano wengine wanaendesha bodaboda -boda. Hivyo tunawashauri sana kama mtu labda unaendesha boda boda, usitumie kilevi wakati unaendesha boda boda, kwa sababu muda mwingine odi tunalaza wagonjwa wengi ambao wanapata ajali. Tunashauri kufuata matibabu akiwa hospitalini, akiwa odini, afuate matibabu yale mambo ameandikiwa na daktari na kumaliza dozi ambazo ameandikiwa na, na daktari na akiwa nyumbani pale ambapo ameona kuna dalili zozote yeye nani, kiafya ambayo sio nzuri kiafya, kwamba afike hospitalini mapema, ili agundulike shida aliyo nayo, ambayo itamsaidia kumtibu kwa haraka. Tunakaribisha watanzania wote na tumejipanga katika wodi ya wanaume, maana ni salama, tuko wazi na tupo kwa ajili ya wagonjwa. Wauguzi na madaktari wote ambao tupo katika wodi ya wanaume, tupo kwa wakati, kwa muda wote kuangalia wagonjwa na kuhakikisha usalama wao. Kwa karibuni sana katika wodi ya wanaume.